Karibu katika makala yetu ya M24 sehemu ambayo utajipatia mengi ambayo hayasemwi kwingine. Je, umewahi kusikia habari kuhusu kaka kuona? Ndiyo, ni kaka kuona. Ni mnyama wa kipekee ambaye mwili wake umefunikwa na magamba kuanzia kichwani hadi mkiani wakiishi maisha ya upole kwa sababu mara nyingi mnyama huyu si wa vurugu wala madhara kwa watu. Inasemekana licha ya kuwa ni mnyama wasioonekana mara kwa mara, kakakuona wanapoonekana wanakuwa na mvuto na hisia kubwa katika jamii. Wengi huamini kakakuona ni mnyama anayekuja sehemu fulani kwa ajili ya kuleta ishara ya jambo fulani kwenye jamii. Hivyo, watu humuona kama mnyama wa kipekee sana na mwenye nguvu fulani tofauti na wanyamapori wengine. Kwa mwonekano kakakuona ana magamba ambayo humsaidia kujikinga, pindi anapohisi hatari, mnyama huyu huficha kichwa chake kwenye mikono yake na hata anapoguswa hujiviringa kama mpira na kujifunika kwa magamba hayo ya kujikinga dhidi ya adui anayemkabili. Kakakuona anaweza kuishi hadi kufikia miaka ishirini na kwa kawaida ana ukubwa kuanzia sentimita thelathini hadi mia moja hamsini na mbili huku uzito wake ukikadiriwa kuanzia kilo moja na nusu hadi kilo tatu. Wakati mwingine mnyama huyu adimu hutoa harufu mbaya na inawafanya baadhi ya wanyama wanaotaka kumdhuru kukaa mbali naye. Inaelezwa kuwa akiwa na mtoto, kakakuona wa kike humweka mtoto kwenye mkia, lakini inapotokea hatari, mtoto huteleza kwenda chini kwenye mkia na mama yake kumkunja haraka kama mpira na kumfunika. Kwa kawaida, mnyama huyu hutumia muda mwingi wa mchana kujificha kwenye mashimo na katika mapango; usiku hutoka na kutafuta chakula. Vyanzo kadhaa vinasema chakula kikuu cha kakakuona ni wadudu, hususani mchwa, ambao huwapata kwa kuchimba kwenye vichuguu na kutumia kucha. Nguvu alizonazo zinamsaidia kuchimba kisha kuala na kutumia ulimi wake mrefu unaoweza kufika hadi sentimita arobaini na moja. Kwa nchi za Afrika, mnyama huyo amekuwa akihusishwa na masuala ya kiutamaduni kutokana na tabia yake ya kupenda kujificha nyakati za mchana na kufanya kuadimu kiasi kwamba watu wanapomuona huamini ni kiumbe wa pekee anayeweza kuwasaidia hata kufuta matatizo yao, pamoja na upekee wake hata kujilinda kwake. Kakakuona amejikuta katika kundi la wanyama walio katika hatari ya kutoweka kutokana na kushamiri kwa biashara ya nyama na magamba yake, huku tovuti ya AWF ikibainisha kuwa kakakuona anashika nafasi ya kwanza katika orodha ya mamalia wanaosafirishwa kwa magendo duniani. Asante kwa kuwa nami. Endelea kuwa nasi M24.